Umeshakaa na wataalamu wa serikali ya Zanzibar, tunaongea miradi ya kuisupport serikali ya Zanzibar ya dola za kimarekani milioni 220 na ya ambayo itafanyika hapa Unguja pamoja na Pemba. Naomba nisitoe details sana kwa sababu za kiusalama, lakini hilo linafanyika na maongezi yanaendelea. Na pia wameona, ukiacha huo mradi ambao tumeshakaa mezani na tumeshawapa mpaka term sheet kwamba nini tunaweza tukakifanya wametukaribisha pia kuja kuangalia pia miradi mingine na opportunities zingine. Na pia tu kwa taarifa yako, ndugu mtangazaji, kama bandari ya Fumba tume support kwa zaidi ya dola milioni 40 na hiyo yu iko Zanzibar pa na Pemba, hiyo naisema kwa sababu imeshafanyika na inaendelea, lakini kwa hii mingine ambayo tuko kwenye maongezi nafikiri sio muda mzuri wa kutoa maelezo mengi, lakini jua tu kwamba tunaongea sasa hivi na miradi ambayo inakimbilia karibu dola milioni 300 ambazo ni karibu tu, uh, bilioni ngapi 700 na uwezo tunao kama Equity packet bila kushirikiana na mtu yoyote. Kwa hiyo ndio tu kwamba sio kwamba tunaongea tumeshaanza. Fumba port, yote mkoani na hapo po Unguja yote inakuwa supported na na Equity na bado tuko kwenye discussion ya miradi mingine. Asante sana. Mm, asante sana. Rashid Ali Salim, naibu katibu mkuu ofisi ya rais, kazi uchumi na uwekezaji Zanzibar. E, tunafurahi sana. Kwanza tunashukuru kwa nafasi hii na nawashukuru sana waandishi wa habari. Sisi kama Zanzibar tumefurahi sana kuhost mkutano kama huu wa au jukwaa kama hili la biashara na uwekezaji hapa Zanzibar, ambao limeandaliwa na Equity Bank, ambao tunafahamu Equity Bank ni katika benki moja kubwa sana, ina matawi karibu nchi sita nadhani kwa hiyo sisi kama Zanzibar tutafaidika kwanza, Equity Bank wapo Zanzibar, kwa hivyo wataweza kuleta wafanya biashara na wamekuja na wawekezaji. Wawekezaji hawa kutoka Ujerumani, kuna wawekezaji wamekuja kutoka Ufaransa na wengineo. Kwa hivyo, Zanzibar itafaidika kuweza kuelezea fursa zilizopo za uwekezaji na biashara hapa Zanzibar. Kwa hiyo hii ni nafasi adhimu sana, Zanzibar itaweza kuelezea sera zake sheria zake fursa zilizopo za uwekezaji kwenye blue economy kwenye utalii kwenye viwanda na maeneo kama hayo. Je, wao kama wawekezaji wamejikita katika maeneo maalum ambayo wanataka kuwekeza? Uh, hapa wame, ukiangalia katika maelezo ambayo yameelezwa kwenye kwenye ufunguzi na kwenye nini, wawekezaji wako katika sekta tofauti, ikiwemo viwanda, ikiwemo uwekezaji kwenye masuala ya fedha, ndo zaidi wako maeneo hayo na si Zanzibar kama mnavyoelewa, sera saizi kubwa ni uwekezaji katika swala zima la blue economy au uchumi wa bluu. Kwa jitihada ambazo wanachukua kushirikiana na sisi katika kuiunganisha Zanzibar na dunia ya wawekezaji, dunia ya wafanyabiashara, ni nadra sana kuona taasisi ya kifedha inachukua jitihada yenyewe kuhakikisha kwamba inawaonyesha wawekezaji na wafanyabiashara ambao kwa sehemu kubwa ni wateja wao fursa zilizokuwepo. Tumezoea kuona taasisi za kifedha zinasubiri wateja ambao wameshatafuta fursa wameshawekeza waje kuchukua fedha, lakini benki ya Equity imekuwa tofauti, na mimi nichukue fursa hii kuwaomba sana mabenki mengine na taasisi nyingine wachukue mfano huu wa benki ya Equity. Lakini pia niwashukuru na niwapongeze Equity kwa haraka sana wame respond wito wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa kutoa mashirikiano, wa kushirikiana na serikali katika kukuza uchumi wa Zanzibar katika kukuza uwekezaji na biashara katika Zanzibar. Kwenye hilo kwa kweli Equity hawajatuangusha, na niwashukuru sana kwa hatua yao hii. Nimewaeleza wafanyabiashara na wawekezaji waliofika hapa kwamba Zanzibar iko tayari kuwapokea, Zanzibar iko tayari kufanya kazi nao, lakini muhimu wamezitambua na wazitambue fursa zilizokuwepo Zanzibar. Sera yetu ya uchumi wa buluu ambayo inatoa fursa katika maeneo mengi, katika fursa katika maeneo mengi ya kiuchumi, kuanzia bandari, utalii, uvuvi, usafirishaji wa baharini na maeneo mengine, ni sera ambayo kwa kweli inatoa fursa na wanakaribishwa lakini tuna fursa katika maeneo mengine pia kwenye utalii, ukifungua fursa, fursa zilizokuwepo, kuna kwenye makazi, kuna huduma e, mbalimbali zinazohusiana na utalii, lakini kwenye biashara pia tunayo e, viungo e, na baadhi ya mazao ya kilimo. Kwa hiyo yote hizo ni, ni fursa, na sisi nimewahakikishia kwamba kama serikali tuko tayari e, tumetoka kufanya marekebisho na tuko tayari kwenye kufanya marekebisho ya sheria zetu mbalimbali mbali, kanuni zetu zinazoongoza masuala ya biashara tuko, lengo hasa ni kuweka mazingira ya biashara. Kama serikali tutatekeleza wajibu wetu wa kuweka mazingira mazuri ya biashara, ili wafanyabiashara na wawekezaji wanapokuja wakute kwamba tumewawekea mazingira mazuri, na hicho ndio kilio chao na hiyo ndio mahitaji yao kwa serikali yoyote duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.